kwa heshima ya kuja kuomba Mungu pamoja nasi katika ibada hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitawaombeni, tuko katika ibada, tuko ndani ya kanisa, we must have order. Wala mbabu munaongea, mnyamaze. Maarijonzi musimame, pana pa chini otalakue, okay. Kutaa, mnyamaze tuko ndani ya ibada, hatuko sokoni, hatuko sokoni. Yes, basi nitaomba kufungua mkutano huu, alafu tupate programu yetu. Haitakuwa mrefu sana, sababu najua nyinyi ni wananchi na Wakristo mlio na shughuli nyingi, lakini zaidi ya yote nasema Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Bwana mubarikiwe sana. Bwana Mubali gavana wetu, karibu na Wakristo wote, karibuni katika nyumba ya Baba na kushukuru Mwenyezi wetu Mungu niye Mtakatifu. Leo hii kwa neema na fadhili umetuwezesha kuingia katika kaunti hii ya Kiambu, Bwana, kwa lengo la kutukuza jina lako, tunasema ni asante kwa ajili ya mkutano huu. Tumeandaa hapa madhabahu yako Mwenyezi Mungu mtakatifu. Tazama, makuhani wote wamekaa katika madhabahu haya. Tazama Bwana, tumetembelewa pia na gavana wa kaunti ya Kiambu. Mwenyezi Mungu mutakatifu, gavana wa Matangi pamoja na serikali yake wako pamoja, na sitowa kabili mukononi mwako wa Kristo wote ambao wamefika hapa leo Bwana, hawa ni watoto wako, uwaline na uwabariki. neema yako ndani ya Kiambu kaunti, ndani ya Kenya mzima. Uliumba Kenya kama inchi ambayo imejaliwa na makabila mengi. Na Bwana, tumefika ndani ya Kiambu, ambapo tunajua makabila wako wote wanakaa ndani ya Kiambu. Tumefika hapa kukuomba Bwana uweze kubariki kila mmoja wetu. Bwana, wewe ni Mungu alpha na omega, yeah. Hakuna jambo linaweza shinda wewe kufanya, yeah. Goza imani na goza ikaci la kila mmoja wetu, yeah. Wakumbuke Mwenyezi Mungu kwa maisha, wakumbuke Mwenyezi Mungu kwa biashara uwakumbuke kwa kazi wanazotenda zatenda, uwakumbuke hata kwa ukulima, uwakumbuke kwa afya, uwakumbuke kwa amani na usalama yeah. Roho Bwana, ibada ya leo ni kulitaja nikulitaja jina lako lenye utukufu. Na wewe Mungu leta baraka na nleta Mwenyezi Mungu ponyaji katika mioyo yetu. Shetani muovu uondoe, shetani mpinzani uondoe, shetani anayetatiza maisha ya wanadamu uondoe, shetani na mitego za zake za hatari uondoe, shetani na mitego za, za, za magonjwa uondoe. Neema yako Mwenyezi Mungu ilinde mkutano huu. Kumbuka ndani ya makanisa ndani ya Kenya yetu tunakanda wajane na no mayatima bwa hawapyawa na, na haki ya kubarikiwa na nguvu zako yes. Mwenyezi Mungu nchi ya Kenya upate kuibariki, bariki serikali yeah, yeah, ya Kenya, ubariki viongozi wa Kenya, ubariki kaunti ya Kiambu, gavana wake na seneta pamoja na serikali yao. Bwana uwape utukufu wako, Mwenyezi Mungu mutakatifu, naomba haya yote nikijua wewe ni Mungu unayetawala makanisa yote, utulinde, utubariki na utuinue kwa mamlaka ya Kristo Bwana tunaomba. Mungu awabariki sana. Makofi kwa Yesu.